Leo kanisa zima linatafakari juu ya Yesu mfufuka ni tumaini la wote wa mwaminio. Naye Kristo mwenyewe anasema, nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za uzima. Leo ni kifo cha kifo. Leo mauti imeshindwa. Kifo kimefariki. Kwa kushindwa, jiwe limeondolewa. Yesu anajua kwa hakika, asilimia mia, shida zetu anazijua. Anajua huzuni zetu. Yesu mwenyewe anajua shida, anajua huzuni, anajua kuumia, anajua kuona njaa, anajua kulala njaa, anajua kukataliwa. Yeye yeah, alishakataliwa zamani anajua kukosa chakula, anajua kukosa mahali pa kulala, anajua yote. Anajua upweke wa kuwa peke yake, mpaka anajaribiwa, anajua kila kitu cha mwanadamu. Ndio maana alikuja kuona hali yetu kwanza ili atuokoe. Hivyo, Yesu anataka kukupa zawadi ya uhuru na amani na kuwa na matumaini ya uzima wa milele mbinguni. Yesu Kristo amefufuka, tunaadhimisha sikukuu hii kwa furaha. Ukinuna tutashangaa. Ukimwomba Mungu amani katika nchi yetu na katika dunia, tumwombe Mungu atupe haki, atupe utulivu, hata wakati huu tunapoenda katika mambo ya uchaguzi na mambo mengi ambavyo dunia inahangaika, watu wana tamaa nyingi, lakini atupe amani ya kumwabudu yeye na kumtegemea yeye siku zote. Tunamwomba Mungu kupitia Yesu Kristo mfufuka, afufue mambo ambayo yalikuwa mazuri kwenye maisha yetu, lakini yamekufa, yamepotea, hata wenyewe tunashangaa. Ayafufue hayo pia, na Yesu atukuzwe.